Anaposema mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 mpaka 18, anaposema mzidi kuwa hodari katika Bwana. Kwanza mstari wa 10 pale Waefeso sura ya 6, mzidi kuwa hodari katika Bwana na uweza na nguvu. Tuzidi kuwa hodari, kuzidi kuwa hodari katika uweza na nguvu ni kitu ambacho ni endelevu, sio kitu cha siku moja, si ndio? Anasema hivi mstari wa 11, vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila zote za shetani ibilisi. Ukiziangalia hizi silaha kuanzia mstari wa kumi na tatu pale utaona kama anazungumzia vitu tofauti tofauti, lakini anazungumzia kitu hichi kimoja. wakati wengine wanazoweshwa na kushawishiwa kutembelea na na bangili kutembea na vitambaa, kutembea na mafuta, kutembea na maji special na vitu fulani fulani. Wakati wengine wanazoeshwa hivi, Paulo mtume anatuelekeza silaha halisi ambayo mwamini anapaswa kuwa nao kwa ajili ya kuzipinga zile nguvu za shetani bilisi. Zinaanzia pale kwenye mstari wa kumi na tatu wa Efeso sura ya sita mstari wa kumi na mbili anasema kwa maana tupigane vita damu na nyama, tunapigana vita juu ya nini? Falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, na juu ya majeshi ya pepo wabaya. Mstari wa kumi na tatu anaanza kuzielezea zile silaha anasema, anasitiza kuvaa silaha kamili ili kuweza kushinda siku ya uovu. Kuna siku inaitwa ni siku ya nini? Ya uovu. Siku ambayo yule shetani ibilisi atainuka kinyume na maisha ya mtu, hiyi inaitwa ni siku ya uovu, ile kusudia uovu umtokee wakati huo. Uovu unajiinua katika sekunde, katika dakika, katika masaa na majira shetani ibilisi aliyokusudia lazima ikukute wewe, silaha kamili ndani yako iko kamili kwa ajili ya kupingana na kumpinga shetani ibilisi na kushinda ila zake. Msara wa kumi na nne anasema kweli kiunoni, anazungumza habari ya kweli nini. Kweli nini? Kweli nini? Kweli Kristo. Kiunoni kweli ni nini? Kweli ni neno la Kristo, si ndiyo? Kweli kiunoni mjifunge kama mkanda. Anasema mtaijua kweli, na hiyo kweli itafanyaje itaweka huru. Yesu anawaambia Wayahudi kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Anasema kwenye Yohana kumi na saba mstari kumi na saba neno lako watakase na ile kweli. Neno lako ndio nini? Kweli, ni kweli kwe. Ndiyo, kwa hiyo silaha ya kweli ni kweli kuhusiana na kile Kristo alichofanya juu ya maisha yako wewe na juu ya maisha yako. Unapojua ile kweli katika hiyo kweli ndio unawekwa huru. Utajua kwamba Kristo alifanyika kwa laana, wewe haushi chini ya laana kwa sababu unamwamini Yesu Kristo. Kristo alifanyika kwa dhambi, wewe haushi chini ya dhambi kwa kupigwa kwake Kristo mimi na wewe tufanyaje? Hiyo ndiyo kweli ya kutuweka sisi huru. Magonjwa yanapotokea na kujinua na udhaifu, tunapaswa kutangazia kupitia silaha ya kweli iliyofunuliwa ndani ya yawe. Anasema ni raha ya haki, breastplate ni raha ya haki, ile bulletproof ya hapa. Kwa kumwamini Yesu Kristo, kwa kumwamini Mungu tunahesabiwa haki wapi? Moyoni. Kwa hiyo anazungumzia kitu kimoja kweli, ambayo ni neno la Mungu, ni silaha sawa, kama mkanda, alafu dirii ya haki, tuko sawa. Unapomwamini Yesu Kristo, Kristu kalogala maisha yetu, unahesabiwa haki moyoni. Ile haki moyoni mwako ndio inakuwa ni sehemu ya kulinda moyo wako usipate mashambulizi. Jambo lingine alozungumza la tatu, anasema miguu ya utayari wa injili wa Yesu Kristo. Miguu ya utayari wa injili ya nani? Yesu Kristo. Ni kitu ambacho walokole wengi hatufanyi, hatupendi kufanya. Unapokuwa unatangazia watu wengine habari za Yesu Kristo, ni moja ya silaha unaojiwekea, ni moja ya wigo unaotengenezea, shetani hawezi kukaribia. Mtu ambaye anatangaza habari za ufalme wa Mungu, kuna namna Mungu anaweka like, ulinzi special juu ya maisha yake. Ni kitu ambacho watu watakutumia Bwana. Kulingana na namna Mungu anavyokutumia ndivyo Mungu anakuongezea ulinzi wa kimungu kwenye maisha yako. Anasema silaha nyingine ni ngao ya imani. Ngao ya imani. Imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia, si ndio? Na kusikia. Kusikia nini? Hilo neno la Kristo. Si ndio kweli hiyo? Kwa hiyo kwa namna unavyosikia mbele za Yesu Kristo, ndani yako zinakuwa ni ngao, ni ngao. Wanapotupwa mishale ya uovu, ya uchawi, uganga, ushirikina, ulozi, imani yako katika Kristo ndani yako inakuwa ni ngao ya kuzuia ile mishale ya uovu. Amesema kuna waraka wa kwanza wa Petro anika sura ya kwanza mstari wa tano, anasema tunalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya nini? Ya imani. Imani kama ngao, imani yako kwa Yesu Kristo. Silaha nyingine anazungumzia ni chepeo au helmet, ile ya kuvaa kofia ya chuma kuvaa kichwani, chepeo ya ya wokovu. Alafu anazungumzia upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Ukianzia kuanzia mstari wa 14 mpaka 17 alikuwa anazungumzia kitu kimoja tu, ni kweli ya Mungu inayoleta imani na kumhesabia haki mtu ndani ya moyo wake, ndio silaha ambayo Mungu anataka tuivae ndani yetu. Mstari wa 18 wa Efeso sura ya 6 anasisitiza. Msiache kuomba, msiache kukesha, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha katika jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Maombi ya mara kwa mara. Hatupasi kuomba kwa sababu kuna kitu kimetokea, ndio tunakipigia magoti tunakiomba hapa. Maombi ni mara kwa mara. Tena msiache kuombea watakatifu. Katika matendo ya mtume sura ya kumi na mbili, Petro alipokamatwa akapigwa gerezani, akasubiri ile sherehe ipite, ili wamnyonge kama walivyomnyonga mwenzake, Biblia inasemaje? Kanisa lilijifungia ndani, kafanyaje? Nikaomba. Mtume Paulo anasisitiza kwenye maandiko mengi, nyaraka zake, anasisitiza kuombea watakatifu. Kwa nini anasisitiza? Anasisitiza tuombeane kwa sababu tumetofautiana katika viwango vya imani katika Yesu Kristo, tumetofautiana katika neema tumetofautiana katika kumjua Mungu kwe, we mwazako. Kwa hiyo wewe unapomwombea mzako mwenzako unamjengea ulinzi katika ulimwengu wa roho, anakuwa salama. Bwana Yesu asifiwe.